Jezi ni nyingi godauni tajiri kasema sifanyi biashara ya, ya bure. Ni maneno ya mdau mmoja wa soka hapa Tanzania ambaye ameweza kufanya tofauti iliyopo kati ya timu zetu na timu nyingine za wenzetu, akitolea mfano wa Mamelodi Sundowns. Mdau anadai kwamba Mamelodi Sundowns wanatengeneza wanatengenezewa jezi na Puma Kampuni hii msimu wa 2023 2024 walitengenezewa jezi special kwa ajili ya michuano ya AFL African, eh, League mwaka huu wametengenezewa jezi kwa ajili ya michuano ya FIFA Club World Cup, so hizo story unazozisikia huko kwamba jezi zimerudiwa kwa sababu kampuni ya kutengeneza jezi ni ya kimataifa, ni katika harakati zile zile za acholile kachola na kuendelea kudanganywa. Nadhani zilikuwa nyingi godauni, tajiri akasema sifanyi biashara ya bure, kwa mjibu wa mdau, huku wengi wakidai kwamba uenda Mamelodi wamerudia jezi ile ile ambayo walitumia misimu kadhaa iliyopita, huku wengi wakidai kwamba wasambazaji wengi wakubwa wanaangalia wingi wa jezi ambazo zipo za msimu, wakikuta ni nyingi sana godauni, basi huwa inawalazimu waweze kubadilisha na kuweza kutumia ile ile kwenye michuano mingine, ile kinachobadilishwa ni logo. Hivyo stori za kusema kwamba e, ni lazima utengeneze jezi nyingine mpya, wengi wanadai kwamba inapoteza soko, kwa kuwa ukipeleka jezi nyingine mpya inaua soko ya ile ya mwanzo. Hivyo tajiri anaona bora aweze kuuza, na wala hawezi kugawa bure na wala hawezi kuzichoma, hivyo anaamua kuzirudisha zile zile, ambazo zilikuwa nyingi, kama alivyofanyika kwa Mamelodi Sundowns, ambao kwa msimu huo waliweza we waliweza ku, ku, kutengenezewa jezi na Puma, kampuni kubwa kabisa ya kimataifa, lakini baadaye tajiri akaona kwamba isiwe shida. Hame, amezirudia zile zile ambazo ziliweza kutengenezwa kwa mwaka 2023 na na, 2024 na na kuona kwamba hakuna haja ya kutengeneza jezi nyingine kwa ajili ya klabu bingwa barani Afrika kwa msimu wa na